Na, waligani mpenzi mtazamaji wangu wa Afya Update. Leo nimekuletea somo ambalo liko linaulizwa na linawapasua vichwa watu wengi sana, e, namna ya kuhesabu tarehe za mzunguko wa hedhi na ukajua siku za kupata mtoto wa kiume leo nitakuja nizungumzie mzunguko wa siku ishirini na nane, namna ya kupata mtoto wa kiume. Okay, sasa tuendelee. Tuandike moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane Hizi ni idadi ya siku za mwanamke mwenye mzunguko wa siku ishirini na nane Katika masomo yaliyopita, nishaelezea namna ya kupata mzunguko wako wa hedhi una siku ngapi na siku za kujua za kushika mimba. Kwa mfano, tuzungumzie mwenye siku hizi ishirini na nane, anaona damu kwa siku tano tutasema damu. Je, ni kwa namna gani ya kuweza kujua siku ya, ya ngapi ya ovulation inatokea au yai linatoka kwenye mifuko ya uzazi na kutoka nje ili kuweza kurutubishwa. Tulisema kwamba kwenye somo lilopita tulisema kwamba unachukua ishirini na nane unatoa na kumi na nne inabaki nne moja kwa hiyo siku ya kumi na nne toka siku ya kwanza umeona hezi. Yani, toka hii siku ya kwanza unaona hezi utahesabu siku mpaka ya kumi na nne ndio siku ya ile natoka sasa. Kwa nini watu huwa wanasema wanataka mtoto wa kiume au mtoto wa kike? Leo nitaelezea njia za kupata mtoto wa kiume. Kila mtu ana sababu zake, kuna sababu za kifamilia, za ki jamii za kimtu, mwenyewe anatamani kupanga, nimepata mtoto wa kike wa kwanza natamani wa pili awe mtoto wa kiume, au nipate mtoto wa kwanza awe wa kiume, wa pili afate wa kike. Sasa ni mambo ambayo yalishafanyiwa utafiti. E, mnamo mwaka elfu moja mia tisa sitini ndio ufumbuzi huu uligundulika rasmi na ukaanza kutumika na wanasayansi na kufanya matokeo yawe mazuri, na ugunduzi huu ulifanya kazi kwa asilimia sabini na tano mpaka 85 kwa wote walioweza kuzingatia na kufuatisha mzunguko wao wa hedhi kwa usahihi na wakapata matokeo yaliyochanya. Basi kama tumejua leo ndio siku ya yai linatoka kwenye ovulation, hii siku ya kumi na nne ya ovulation, mbegu za kiume zinapokuwa zinaingia kwenye via vya mwanamke, mm, X and Y. Sasa hii ndio ina tafsiri kikike, hii mee. Sasa hizi mbegu zinakuwa zina sifa tofauti tofauti, hii inayobeba mee kawaida yake inakuwa na speed kuelekea kwenye yai la mwanamke, hii siku ya kumi na nne lakini huwa haina uhai mfupi, ina life expand yake ni fupi sana. Hii za kike zinakuwa zina mwendo wa taratibu kulielekea yai la mwanamke kwenye fallopian tubes, lakini zina uwezo wa kuvumilia hadi siku tano kwenye via vya mwanamke na akapata mimba. Hizi huwa zina speed sana hizi Y lakini zinakaa masaa machache sana, zinaweza zikakaa masaa ishirini na nne na ndipo zinakuwa zimekufa na yai la mwanamke va oval. Hii ovali ina uwezo wa kukaa masaa kumi na mbili mpaka ishirini na nne. Sasa namna gani ya kuchezesha hizi ambazo kromosomu kromosomu X Y ambazo zinabeba jinsia ya kiume, na yai linavyokuwa limetoka. Tumekuja tumesema kwamba yai linatoka siku ya kumi na nne na yai likitoka lina uwezo wa kukaa kwenye via vya mwanamke masaa kumi na mbili mpaka ishirini na nne linakuwa limeharibika. Na mbegu zenye kubeba uhai wa mtoto wa kiume ni hizi hapa Y lakini nazo zina spidi sana kuingia kwenda kwenye mirija ya uzazi, lakini zinakufa haraka. Sasa unatakiwa ushiriki lini tendo la ndoa ili uweze kupata matokeo? kama yai linatoka siku ya kumi na nne, ukishiriki siku moja kabla ya yai kutoka, siku hii ya kumi na tatu, unakuwa umejihakikishia kwamba hizi mbegu ambazo ni wai zitaingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke kwenye uterus, zikafika kwenye fallopian tubes, na ikalikuta yeye ndo linatoka tu zenyewe zikaingia, au ukashiriki kabisa siku hii ya kumi na nne. Shiriki siku ya kumi na nne yenyewe kwa mzunguko wa siku ishirini na nane utapata matokeo, kwa sababu hizi wai zitakimbia haraka sana na kulifikia yai la mwanamke ndipo ukatungisha mtoto kwa hiyo kama kama utashiriki siku hizi una uhakika, usije ukashiriki siku ya kumi na mbili na ya kumi na mbili na kumi na moja alafu uka nategemea kama unategemea kupata mtoto, kwa hiyo hiyo itakupoteza itaku, itaku, itaku, itaku. Shiriki tendo la ndoa siku ya kumi na tatu na kumi na nne tapata matokeo yaliyo sahihi kabisa. Na kwenye hii kuna position ambazo zinasaidia, zimefanyiwa tafiti kuweza kusaidia mbegu ziweze kutembea kwa haraka kuelekea kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Kuna position ya dog style. Position hii uh, ni mwanaume, mwanamke atatakiwa kuinama na mwanaume atakaa atasimama ata kwa nyuma ndipo wakashiriki tendo la ndoa. Endapo mwanaume akatoa mbegu, zinakuwa na urahisi wa kuflow na kuingia kwenye milija ya uzazi na mimba ikatungishwa kwa haraka sana. Na tunashauri kwenye kipindi hiki cha siku ya kumi na tatu na kumi na nne, mwanaume ale vyakula ambavyo vina zinc vyenye omega 3 na, na, protini. Na protini, ili kuweza kuongeza wingi wingi wa mbegu za kiume na kuboresha strength au eh, nguvu za mjongeo wa mbegu za kiume kuweza kulifikia yai. Kwa hiyo, ni leo ni hayo, tukutane kwenye somo lingine ambalo nitakuelekeza namna ya kupata tena mtoto wa kiume kwa mzunguko wa siku ishirini na sita pasipo kupata changamoto yoyote. Ni mimi Dr. Chilo, hii ni Afya Update. Usikose kipindi kijacho. Kama umejifunza kitu au una swali, unaweza kucomment au ukapiga uka, uka, uka, uka simu moja kwa moja, nitaweza nikakufundisha kwa urahisi sana. Na kama umejifunza kitu chochote kutokana na video yetu na ushauri, uweze kusubscribe ili tutakapokuwa tunaweka video nyingine uweze kuipata kwa urahisi sana. Asante sana.